komaa ya mtoto wako katika trimestri ya kwanza kumwisho ya mwezi wa kwanza mtoto iko na karibuni sentimita ziro nukta sita urefu na anaweza kupima chini ya gramu moja sawa na kimo ya popi moyo ya mtoto inaanza kupiga au kudunda wiki nne kumwisho ya mwezi wa pili mtoto iko na karibu sentimita mbili nukta tano urefu na anaweza kupima hadi gramu tatu, sawa na kimo ya rasiberi. Viungo vikuu vyote ikiwa ni pamoja na moyo, maini, fiko na mafafa vinaanza kuundwa wiki nane. Ku mwisho ya mwezi wa tatu mtoto iko na karibuni sentimita saba nukta sita urefu na anaweza kupima kati ya gramu kumi na tatu na makumi na mbili na nane sawa na kimo ya chungwa. Viungo vya uzazi vya kijusi vinaendelea kukomaa na inaweza wezekana kutambua jinsia ya mtoto kwenye kipimo ya ultrasound wiki kumi na tatu.